Ninayo furaha kubwa sana. <laughs> Na furaha hii nataka nishee na nyinyi. <laughs> Kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa tajiri. Siku ya leo nataka nishee na nyinyi siri ya kuwa tajiri. <laughs> Ntapenda sana utajiri, ni siri moja pekee. Siri hiyo kila mtu akiifanya, basi sote tunakuwa matajiri <laughs> inanifurahisha sana sa. Sasa siri yenyewe ni kitu kimoja tu, bila shaka yote mpo tayari kukisikia. Hakikisha <laughs> unaacha <uvivu. clears throat> utakuwa tajiri.